Karibu, tuendelee kuhabarishana juu ya taarifa mbalimbali na matukio yanayojiri kila pande za dunia, lakini pia uchambuzi na ufafanuzi wa kina kwenye matukio mbalimbali. Na kwa wakati huu tumefikiwa na taarifa iliyotolewa na jeshi la Rwanda kuhusiana na taarifa za awali ambazo zilivuma kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali ikiwa inasemekana kwamba rais wa Rwanda amefariki dunia huko Ujerumani na kwamba kwa sasa nchi iko kwenye majonzi makubwa na bendera inapepea nusu mlingoti. Sasa kwenye haya mambo ambayo yaliweza kuzungumzwa awali kuhusiana na kifo cha rais huyu wa Rwanda yameonekana kuwa tofauti na taarifa ambayo imetolewa na jeshi la Rwanda juu ya taarifa hizi za awali ambazo zilitoka kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kabla hatujakwenda kusoma moja kwa moja taarifa iliyotolewa na jeshi, naomba nikurudishe kwenye taarifa mbalimbali zilizosambaa mitandaoni kabla ya taarifa hii ya jeshi kuweza kutolewa na kutoa ufafanuzi zaidi juu ya kile ambacho kinaendelea kule nchini Rwanda na taarifa nzima ya kusemekana kwamba Paul Kagame, rais wa Rwanda, amefariki dunia. Kuna taarifa nyingi mitandaoni, lakini kupitia kwenye mtandao wa X ndio ilikuwa jukwaa namba moja kwa usambazaji wa taarifa hizi ambazo zimeshtua ulimwengu na kushtua watu wa Rwanda, lakini pia East Africa na Afrika yote kwa ujumla, kwa taarifa za kusemekana kwamba rais wa Rwanda amefariki dunia na kuna taarifa ya awali kwenye taarifa hizi ambayo ilikuwa ikisema Paul Kagame amelazwa katika hospitali moja huko Berlin nchini Ujerumani. Taarifa kutoka kwa mhudumu wa afya aliyomhudumia zinasema kuwa anapata matibabu ya karibu kutoka kwa madaktari kutokana na ugonjwa wa kansa ya ubongo, yaani brain cancer, ambao umekuwa uh, ukimsumbua kwa muda mrefu lakini pia tukaja kukutana na taarifa ya pili iliyokuwa ikisema kwamba Paul Kagame ambaye amefariki dunia, chanzo cha kifo chake kikiwa ni kansa ya kichwa, inatarajiwa kuwa mwili wake utawasili Kigali, Rwanda, wiki hii tunayoianza ukitokea Ulaya ambako alikuwa amehifadhiwa. Ninajua kwamba habari hii ni nzito na ngumu kwa Inkotanyi, yani wapiganaji wa zamani au wafuasi wa Kagame kuikubali lakini jihimizeni na mvumilie haya yote yanayopita. Na pia kuna taarifa hii nyingine, ambayo hii kidogo ilikuwa inakinzana na taarifa nyingine, na ilikuwa ikisema kwamba kulingana na vyanzo vya kuaminika Paul Kagame hajafariki bado, lakini hali yake ya kiafya ni mbaya sana. Anaugua magonjwa wafuatayo, ikiwemo monkeypox, uh, hepatitis C ya muda mrefu, yani ugonjwa sugu wa ini, leukemia ya myeloid kali, yani aina ya kansa ya, ya damu lakini pia ugonjwa wa kuhara damu. Kwa sasa hali yake inachukuliwa kwa ukaribu uh, kutotibika na kukawa pia na taarifa hii ambayo sasa naweza nikasema ni ya mwisho kwenye kuelezea swala la huu uzushi ambao umekuwa ukiendelea mitandaoni kwa vile ambavyo jeshi limeweza kudai kwamba uh, rais huyu wa Rwanda amefariki dunia, na hii ilikuwa ikisema kwamba waziri mkuu wa Rwanda anachukua nafasi ya uongozi kwa muda wa rais Kagame kwa sasa atasimamia shughuli zote za nchi kama rais wa muda. Tayari imethibitishwa, rais wa Rwanda Paul Kagame amefariki dunia huko Munich, Ujerumani. Sasa hizi ni taarifa ambazo zilitoka hapo awali, taarifa ambazo hazikuwa zimethibitishwa japo, uh, kuna baadhi ya vyanzo vilidai kwamba taarifa hizo zimethibitishwa na vyanzo vinavyoaminika kabisa, lakini kwa kuthibitisha kuwa taarifa hizi hazikuwa rasmi Jeshi la Rwanda lilijitokeza na kuja kwa kutoa taarifa yake ambayo moja kwa moja imeonyesha kupingana na vile ambavyo vilikuwa vikiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa kudai kwamba rais huyo Rwanda amefariki dunia. Na ufafanuzi wa taarifa ya jeshi hilo ni huu hapa kama ufuatavyo. Taarifa ilikuwa ikisema jeshi la Rwanda limesema kuwa kauli iliyodai kuwa afya Rais Paul Kagame iko hatarini sana ni habari za uongo. Kauli hiyo ambayo haijafahamika asili yake imekuja baada ya taarifa mbalimbali kuibuka kuhusu afya ya Rais Kagame baada ya kutoonekana hadharani kwa takriban wiki tatu. David Himbara, kiongozi wa upinzani anayeishi uhamishoni na mshauri wa zamani wa masuala ya kiuchumi wa Kagame, hivi karibuni amekuwa akidai kuwa rais Kagame ni mgonjwa na kwamba yuko Ujerumani. Gazeti la Rwanda la taifa lilimnukuu msemaji wa serikali Yolande Makolo akisema kuwa rais Kagame ni binadamu kama kila mtu ambaye huchukua muda kupumzika. Gazeti hilo linamnukuu Makolo Makolo akisema rais yuko vizuri na anapumzika kawaida. Kutoonekana kwa rais Kagame hivi majuzi kumetolewa maoni mengi kwenye mitandao ya kijamii na katika mazungumzo ya faragha. Vyombo mbalimbali vya habari vilijaribu kuwasiliana na ofisi ya rais kuhusu madai hayo ikiwemo BBC, lakini hadi sasa haijafaulu. Wakati wengi wakiendelea kuhoji madai hayo, jeshi la Rwanda limepuuzilia mbali taarifa hiyo na kusema ni habari ya uongo. Rais Kagame alionekana hadharani kwa mara ya mwisho tarehe sita ya mwezi uh, huu hapa, alipokaribisha kikundi kutoka shule ya Hope Haven Christian School mjini Kigali, nchini Rwanda. Sasa kwa taarifa hii ambayo imetolewa na uh, uongozi huko nchini Rwanda, lakini pia jeshi kukanusha kuhusiana na madai ambayo alikuwa akizungumzwa mwanzoni, kwa rais huyu wa Rwanda amefariki dunia na kwamba uh, waziri mkuu wa Rwanda atachukua nafasi ya urais kwa kusimamia kwa muda mpaka pale ambapo hali ya mazishi itakapoweza kumalizika kule Rwanda ya rais huyo. Uh, mambo yameonekana kuwa tofauti kidogo, na hii habari ni habari ambayo bado haijaweza kuthibitishwa rasmi, hivyo kama utakutana na habari hii basi, uh, inabidi upuuze mpaka pale ambapo serikali yenyewe ya Rwanda itakapokuja kutoa taarifa rasmi kuhusiana na kifo cha rais huyu wa Rwanda. Tafadhali tuandikie mtizamo wako kwenye hili ambalo linaendelea huko nchini Rwanda kwa Baadhi ya blog mbalimbali mbali, kudai kwamba rais huyu wa Rwanda amefariki dunia. Tuandikie maoni yako, lakini endelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.